Wamea wapinzani wetu wengi walikuwa wanasubiri Simba adondoshe alama katika mechi hizi ili waweze kufanya sherehe zao, lakini tumeanza mechi ya kwanza na Mashujaa, hawakuamini kilichotokea mechi na JKT, hawakuamini kilichotokea mechi ya Pamba hali kadhalika, basi labda baba mwenye nyumba atamzuia mpangaji wake, lakini bado naye tumemfanya vibaya nyumbani kwake vile vile. Kwa hiyo tumechukua alama hizi kumi na mbili. Mimi naamini kuna watu hivi sasa wame nafsi zao zimechemka upya, nafsi zao zimepata moto upya, na zimepata mhaho upya, na zimepata uoga upya baada ya Simba kupata ushindi katika michezo hizi nne za vipo mechi nne ambazo me umezizungumzia ambazo mmepata ushindi, me mechi ya JKT eh, ah. no, no, no. <tipa> <tipa> ya yeah. Kimataifa ndiko ambako tunaelekea na kesho, majira saa tano asubuhi Mwenyezi Mungu akitujali ya kufika salama, tutazungumza tuta nanye waandishi wa habari kuwatangazia program nzima yesima, ya Simba kuanzia tarehe ya kuondoka wachezaji wanaondoka na ratiba nzima ya Simba Sports Club, ikiwemo kauli mbiu kuelekea katika mchezo wetu na vile vile, kama haitoshi Ratiba na mpango mzima wa hamasa kwa mechi ya marudiano na viingilio. Kwa hiyo hili la kimataifa, ndugu zangu, kesho ni waalike makao makuu ya Simba Sports saa tano asubuhi twende, tuzungumze kuhusiana na maandalizi ya mnyama kuelekea katika mechi dhidi ya RS Berkane. Semaji, michezo hii minne ya ligi imekuwa ni michezo ambayo imeandaa vizuri kuelekea mchezo wa shirikisho wa fainali ili tumepata e, kipimo vizuri sana, e, namna ambavyo wapinzani walikuwa wanacheza kwa nguvu na kukamia, sisi kwetu ilikuwa inatupa faida kubwa sana, na hasa katika mchezo wa leo na e, nyewe imetupa funzo kubwa. Kama mmeuangalia mchezo vizuri e, muda mwingi wachezaji wote kumi na moja wa KMC wa, wa, wa walikuwa wanakaa wana, wanakaa wanakaa wana, wana nyuma ya mpira ama walikuwa wana defense wanalinda. Yaani hivyo ndivyo ambavyo Berkane atacheza kwenye mechi ya fainali hapa Benjamin Mkapa. Kwa leo tulikuwa tunafanya mazoezi namna gani ya kufungua loki za KMC ili Berkane atakapoamua kutaga na kukaa nyuma, tujue namna gani ya kufungua. Na bila shaka, mmeona ndugu zangu, namna ya kumfungua. Ufunguo anao Joshua Mutale, kuna namna fana, anapiga one two, anachukua, anaweka, anaweka goli. Sasa ile ndiyo tulikuwa tunafanya zetu mazoezi, namna gani ya kwenda kumkabili mpinzani wetu atakapoamua kukaa